Amani, utulivu na usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi mwaka 2025 ni jukumu letu sote. Hata kusimamia mitihani hii ni jukumu letu sote. Sasa, kwa maana hiyo, kuna haya mambo ambayo tunataka tuhakikishane, swala la amani, utulivu na usalama wakati wote ambao tutakuwa tunafanya hiyo mitihani lakini pia na wakati wa kwenda, kwenye, kumuhila, <tuhi> Muzabu, wa kwenda kwenye jukumu hili la uchaguzi. Ndugu zangu, suala wa usalama amani na utulivu, vinapokuwepo. Amani hii ndiyo imesababisha misafiri kutoka nyumbani mi imefika hapo wongo kwenu na bado imeendelea kuleta mkua shule mkiwa salama sio? lakini wengine wamekuja na vyombo vya usafiri bado tunaendelea kuwa salama. Hii inatokana nini? Amani, utulivu na, na usalama. Kwa hiyo hivi tukilifanya, nchi hii ifanye maendeleo yoyote, cha kwanza inaangalia usalama. Hata wekezaji mwekezaji anaweza akaja hapa, cha kwanza anataka kutana kamana ajue, je, nikiwekeza pesa zako kwenye mkoa wa Kilimanjaro kutakuwa salama kwa usalama haumaanishi ni, ni, ni, ni, ni pamoja na na sisi sote, lakini pia lazima tuwe kwenye suala hili la kusaidia kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa. Tumemsikia hapa Mheshimiwa anasema sana tupendane, ili amani iwepo, lazima tushikamane na mpendane, si ndio? lakini pia amani tuiwepo, tutaepusha kubaguana kidini kiitikadi, kwa rangi, kwa sura. Hivi vyote kama amani hamna. kuna baadhi ya kabila ni mbili tu kwenye nchi fulani, lakini hawachangamani, ni kwa sababu ya amani hamna na utulivu hamna. hata ndugu zangu Wachaga huko nyuma, wakati wa vita, kuna baadhi ya koo zilikuwa zile, hazichangamani hoo na ndio maana kitu kinaitwa misali, kwamba mtu ukigombana naye kuletea mzee wewe utakuwa ni misali. Ukiletea kitu kinaitwa masali, unisaidie nikikosea. Maana yake ni kwamba anataka amani na wewe. Kumbe hata wachaga wanaijua nini? Amani. Lakini tukiwa na amani tutaishi bila uhasama, si ndio? Tutapendana. Na changamoto yoyote duniani inatatuliwa kwa kukaa chini na kujadiliana. Watalii wamekuja kwenye mkoa wetu Kilimanjaro hapa ndio chanzo cha mlima Kilimanjaro. Watu wote wanakuja ni kwa sababu ya kuhakikisha kwamba kuna nini? Kuna amani. Amani kukosekana, kinyume chake, hatutaenda kazini, hatutakuwa na watalii, hatuwezi hata kukaa kama hivi kwa muda wote. Muda wote tuna wasiwasi. Kwa hiyo, tembeeni kifua mbele, tuko vizuri sana kwenye swala la usalama. Na usalama huwezi kuanzia kwao, utaanzia kwako kwenye ngazi ya familia kata tunakuja ku kwa. Kwa hiyo niwaambie, jitokezeni tarehe 29 mkapige kura kuwachagua viongozi wetu wa kitaifa na madiwani bila hofu yoyote. Jeshi la polisi tumepanga vizuri sana, tukishikilia na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kuhakikisha kwamba wananchi watapiga kura, na baada ya kura maisha mengine yatafanyaje, tegelea na sisi, jeshi la polisi tunatumika sana katika masuala kita, ya kitaifa huko mitihani tumo, uchaguzi tumo, kwa sababu kidogo tu kwaendi, lakini nyinyi mwalimu ndio msingi. Kuna mtu yoyote ambaye kufundishwa na mwalimu? Mimi nimesimama hapo kwa sababu ya matunda ya mwalimu. Naangalia wa wazazi wengi ambao watoto wao wengi wasomi wengi wametoka nini, walimu eni, hata haibaeni hata mavazi yenu toko huko mitaano utakuta mavazi mengine ni viashiria vya uvunjifu wa amani sasa. Niombe jambo moja. Mnaipenda nchi yetu ya Tanzania? Yeah. Kwa nguvu zenu zote? Ndio. Yeah. Kwa akili yenu yote? Yeah. meimba wimbo wa taifa hapa na mimi sauti, si ndio? Hebu yeah, punga mikono nione kama sisi wote tunaipenda Tanzania kama, na tuko tayari kuilinda kuhakikisha kwamba nchi yetu inaendelea kwa salama, na washukuru sana asanteni sana.